Mambo vipi, Tanzania? Sisi tunaitwa Monsun Specialized Garments. Kazi yetu ni moja, tunahusika na ushonaji, ushonaji wa safety suit, lakini pia na uniform mbalimbali. Ukija kwetu, kama unahitaji safety suit kama hizo ambazo unaziona hapo, ukija kwetu sisi tunashona. Lakini pia kama unahitaji overall, unahitaji overcoat, unahitaji reflective vest, pia tuna uwezo wa kukushonea. Kama unahitaji uniform yoyote ile, ukija kwetu tunashona, ila kikubwa bwana kuhusiana sisi tunakwambia kwamba vaa kwa usalama, vaa kupendeza. Hii ina maana gani? Hizi ni nguo ambazo mara nyingi zinavaliwa katika sehemu za usalama zaidi, lakini watu wanavaa pasipo kupendeza. Ndio maana ukija kwetu tunakwambia vaa kwa usalama, vaa kupendeza. Chukulia mfano, we ni mtu ambaye unahitaji iwe ni safety suit, unahitaji overall, unahitaji overcoti ama reflective vesti kwa ajili ya watu wako, lakini mara nyingi ukienda direct kununua, unakuta kuna baadhi wanapata ambazo sio saizi zao. Unakuta ni mdada mkaka amevaa vizuri tu safety suit yake, lakini inakuta ni kubwa kuendana na saizi yake. Ukija kwetu sasa, hiyo ni kazi yetu. Tunakushonea kuendana na saizi ya yule ambaye anakwenda kuvaa, lakini pia rangi ambayo itaendana na brandi yako ama kampuni yako, lakini pia tutakushonea katika quality ya hali ya juu sana, vile vile katika uniform ambayo utakuwa unahitaji. Kikubwa kuhusiana na sisi bwana, tunapokea oda yoyote ile, haijalishi itakuwa ni ndogo kiasi gani. Uko Dar es Salaam, uko nje ya Dar es Salaam, as long as ya kwamba uko ndani ya Tanzania, oda tunapokea. Na wale watu wa mikoani, ukitoa oda yako, wala usijali kwa sababu mkoani tunatuma pia. Karibu sana kwetu. Tembelea peji yetu ya Instagram, peji ambayo o unaona hapo chukua, contact, tupigie simu. Karibu sana kwetu, siku zote unakwambia ya kwamba vaa kwa usalama, vaa kupendeza.